Ni Jumanne tulivu leo tarehe 29 Aprili 2025, kurugenzi ya huduma za maktaba kutoka chuo kikuu cha Dodoma waliweza kutembelea shule ya sekondari Bihawana kama sehemu ya kuifikia jamii. Tukio hilo liliambatana na shughuli mbalimbali, ikiwemo ugawaji wa vitabu wezeshi, kalamu pamoja na vipeperushi, utoaji wa elimu ya matumizi sahihi ya maktaba kuonesha mandhari ya chuo kikuu cha Dodoma, vile vile kuzinadi program zinazotolewa na chuo kikuu cha Dodoma, kujibu maswali ya wanafunzi pamoja na wanafunzi kuonesha vipaji vyao. Hii imekuwa desturi ya wanamaktaba wa chuo kikuu cha Dodoma kila mwaka kutembelea shule za sekondari mjini Dodoma. Tumefika kwenye shule ya Bihawana Secondary School ili kuweza kutoa elimu ya programs ambazo zinazotolewa na chuo kikuu cha Dodoma ne, na hapa unakuta kuna form 5 na form 6 ambao wanachukua mambo ya sayansi na mambo ya arts. Kwa hiyo tajeti yetu kubwa ni hawa wadau wetu waweze wakatufahamu vizuri sisi, wajue programs za kwetu ambazo tunazozitoa pale, waweze wakatuchagua sisi chuo kikuu cha Dodoma, waweze wakapata huduma bora ambayo zipo katika chuo kikuu cha Dodoma na mbali ya hapo kuweza kuwasisitiza wao kuweza kusoma kusoma kwa juhudi manake, kusoma ndo wanapata elimu nzuri na kupata nafasi nzuri ya kuweza kujiunga na chuo cha Dodoma. Tunashukuru kwa ujio wa UDOM katika kitengo cha library. Tunawashukuru kwa kuja kuelimisha wanafunzi wetu juu ya umuhimu wa kusoma na kujiandaa kuweza kujoini katika chuo kikuu cha UDOM programu mbalimbali ambazo zimeelekezwa hapa, kwa kweli, ni jambo jema linatia hamasa kwa wanafunzi kujitambua na kuaspaya kuweka bidii katika masomo yao, ili siku moja na wenyewe waweze kujoini vyuo vikuu ikiwemo chuo kikuu cha Dodoma, UDOM. Uh, tunashukuru pia kwa msaada wa vitabu, zawadi ya vitabu, lakini zaidi uh, ni yale maelezo na hamasa kwa wanafunzi kujiandaa vyema ili sikuweza kujoin kwa programu mbalimbali za UDOM. Tumewashauri watumie maktaba kwa sababu ya wana tumeona ina shu, maktaba nzuri, na tumewashawishi na kuwashauri watumie maktaba kama ndio funguo, yaani kama ndio moyo wa kufaulu kwa, kufaulu kwao. Kwa hiyo kwa tunategemea kuwa shughuli yetu imeleta matunda mazuri kwa chuo na kwa wanafunzi hawa wa Bihawana. Tunawashukuru sana eh, Bihawana Sekondari wametupokea vyema. Wanafunzi kwa kweli wamejisikia vyema, wameuliza maswali ya kutosha, ili kuondoa ile ukungu ulioko ndani ya akili zao kuhusu eh, programu ambazo zinaweza zikawafaa mwisho watakapohitimu masomo yao ya kidato cha tano na cha sita. Napenda kushukuru kwa ujio wenu mahali hapa, tumeongea mengi, tumebadilishana vitu vingi imetupa experience pia tutakoenda baada ya kumaliza elimu yetu sehemu hii. Nimeona mandhari ya Udom, tumeongea vingi kuhusu Udom, ni chuo kizuri na nimekipenda. Mimi mwenyewe binafsi na shauku ya kuja kupaona siku moja, ikiwezekana kuja kusomea. Pia hata wanafunzi wenzangu naamini kwamba pia wamefurahishwa na wana hamu ya kufika chuoni hapo. Pia tunapenda kushukuru kwa ajili ya zawadi mbalimbali mlizotuletea, mlizotuletea vitabu ambavyo vitatujenga na kusaidia katika malengo wanafunzi wenzangu. Mambo mengi walikuwa wameyapata, maake kuna wataalamu huwa wanasema where there is no vision people perish. Sasa ujio wa watu kutoka Yudom siku ya leo umetengeneza maono kwa wanafunzi wa Bihawana, wale ambao walikuwa wanakata tamaa kuhusu chuo. Maake mambo mengi leo tumeona kuhusu chuo cha Yudom, watapata maono mapya ambayo watawasaidia mbele katika maisha yao, na matarajio yangu ni wanafunzi wengi wataenda katika chuo cha Yudom. Na mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao tutaenda katika chuo cha Udom tutaenda katika kwenye, natarajia sana kwenda katika kozi ya education chemistry. Elimu ni silaha yenye nguvu zaidi ambayo inaweza kutumika kubadilisha dunia. Karibu sana chuo kikuu cha Dodoma. Michelle Scholar Udom.